Yo, yo, ibana mambo vipi? My name is 4G Real OG son of the Saint Jay inatokea Mbagala Media na hii ni show yako pendwa kabisa inaitwa The Big Time. Na kwenye The Big Time leo tumemcatch mwanadada Kendi. Unajua huyu ni nani? Huyu anapatikana kwenye seals nzuri, tamu na kali inaitwa The House Girl. Unajua tunakuja kupiga naye story leo na leo ni siku yake ya kuzaliwa. Tumemtembelea ili tuweze kupiga naye story, atuambie ni jinsi gani anavyojisikia kutembelewa na familia yake ya The House Girl na marafiki zake kama hivyo alivyopendeza ili tuweze kuyafahamu mengi ambayo yatakuwa faida kwako wewe mtazamaji wa Mbagala Media. Hebana, mambo vipi? <coughs> Poa, mzima, niko poa kabisa. Umependeza. Asante sana eh bana, Kendi, tuna mengi sana ya kuzungumza na wewe, lakini kubwa kabisa la kuzungumza na ile ambao tunaanza nalo kabisa ni kwamba leo ni siku yako ya kuzaliwa. Tunaona marafiki, familia yako ya House Girl wamejumuika kwa ukubwa kabisa, unajisikiaje? Kusema ukweli, najisikia vizuri sana kwa sababu ni familia yangu na hata hivyo napenda sana uwepo wao. Okay. Kwa, kwa, kwa haraka haraka kabisa ume drip check kama kama au match hivi tukianzia na, na juu kat na chini hivi nini, kwa faida ambaye anakufuatilia kabisa ajua kwamba Kendi, so kitoto yani, ni mtu ambaye ni wa moto sana. Kwa bahati mbaya sijaja na risiti za kodi zangu, ila kiatu tu nimetumia si chini ya milioni moja okay. ukija kwenye hii gauni imetoka London, kuna mpenzi wangu aniletea so sijui ila bei ya ndani inaeleweka, jamani au <laughs> sio Candy, nje ya housegirl, wewe ni mtu wa namna gani e, katika maisha ya kawaida, tukiachana na maisha ya makamera kamera, wewe ni mtu wa namna gani? Kusema ukweli, nje ya kamera, ukinizingua, tunazinguana. Au ndo maisha yangu mimi, kwa ulivyoniona kwenye housegirl, hata maisha yangu ya kawaida ndio yapo hivyo hivyo, sijabadilika chochote mimi, ndio maisha yangu halisia. Tutegemee nini makubwa ambayo anakuja kupitia housegirl na kupitia Candy tunayemjua, ni yapi ambayo anakuja nayo ili kwa ajili ya mtazamaji na mtu anayekufuatilia ajue kabisa, akae mkao wa kula? Kusema ukweli, wategemee makubwa zaidi zaidi na zaidi na zaidi, hivyo tu. Na tuko na mrembo mwingine hapa, nataka ajitambulishe, sitaki e, <laughs> nimsemee. Ah, mambo vipi? Naitwa nani? Kwa majina ya usanii naitwa Sania na hisi, ndio hilo jina ambalo wananijua sana. Na wewe upo kwenye house girl? Yeah. Okay, wewe ni rafiki yake na Kendi, na leo umejumuika naye, ni utaratibu wenu au umekuja kwa sababu ni, ni mtu ambaye ni moja ya timu yako? No, kiasi na una house girl. Kendi ni rafiki yangu, ni BFF. Yaani hata kama alivyokuja hapa akawa hamenikosa, alinuna, alikasirika kwa hiyo sasa, ni ni vyefuefu ambaye hata kama nisipokuwa kwenye tukio lake nimfanyaje, ni anakasirika kwa sababu mimi ndo rafiki yake sana sanayni ya, sana yani mm, kuacha kuachana na Uskel, mimi ni rafiki yangu kupitiliza, rafiki yangu sana, ni dada dadangu, si mdogo wangu, lakini ni rafiki yangu. <laughs> Bwana, mimi hapo mimi na swali la kizushi. Uh, walio wengi ambao wanaitanaga ma BFF at the same time wanakujaga kugombana, nakuta wamechukulia na wanaume na vitu kama hivyo. Hilo kati yenu wewe na Kendi, tulitegemea au ni kitu ambacho kwenu nyenye ni mwiko? Hmm. Katika kitu ambacho uu au tokuja kusikia kwenye maisha jamani, mimi sijui kumchukua boyfriend wake Candy, au mimi sijui, lakini kwa mimi ninavyojua, kwa ambavyo tumeshibana haiwezekani. So kuchukuliana tu ile kugombanishana ni uongo, yaani hatuwezi kuwa hivyo. Nampenda na, nipende, tunapendana. Mimi nakikisha leo hapa Kweli kweli, muulize mwenyewe <laughs> yeah. Uh, nataka kuzungumza na watazamaji ambao wanafuatilia series ya House Girl. Ni yapi ambayo yanakuja au unawahakikishia nini, eh? Wasikose na wakae katika mkao ambao ni wakusubiri kabisa, zungumza nao katika kitu ambacho mashabiki wa House Girl wanatakiwa wasubiri sana, ni kitu ambacho kinakuja sasa hivi, ni zaidi ya House Girl ni cha moto, kina mafundisho, kinafundisha, ni kizuri sana sana sana zaidi hata ya House Girl. Can you imagine, ni zaidi ya House Girl. Fikiria House Girl ilikopo, ina inafundisha kitu gani? Afu hii inayokuja ni zaidi ya House Girl. Kwa hiyo wasubiri, wakae mkaa wa kula wa, wasiache kutusapoti jamani, tunapatikana katika Busati TV, YouTube, Instagram, TikTok. Kwa watu follow, watu subscribe ni wao tu. Mi narudi kwa Candy. Candy leo niko na wewe <laughs> bado na maswali mengi sana juu yako. Ni kitu gani ambacho unaweza ukakifanya pale utakaposikia BF wako amepita na shemeji yake hata kwa bahati mbaya tu? <laughs> Hey, sitaweza kufanya kitu ila nitamuelekeza tu basi. Siwezi kugomana. Sio kwamba utamnyonya. Hapana, ujue, katika maisha kitu kikitokea kimetokea, yaani hata uue hata ufanye nini, kimeshatokea tayari, huwezi kurudisha nyuma. Kama umeshagundua, kwa mfano rafiki yako ametembea na mwanaume wako, kani chini, mwazungumze. Wanaume wapo wengi sana sana sana sana wanaoichukulia tasnia ya filamu ni kama sehemu tu ya kuonekana na sio ajira, unawaambia vipi? Wakome. tunaipenda sana sanaa yetu, inatulipa sana. Mimi mwanzo nilikuwa sina kitu, ila sasa hivi kusema kweli sishikiki na kila kitu na hata hivyo tu nimepata bwana wa Marekani kupitia hiyo hiyo sanaa. we uogopi. Nazani umesikia tuko pia na udugu wake Candy. Nataka ajitambulishe naye ili tuweze kupiga naye story mbili tatu, na naye awezi kutuambia ambavyo ana feel kufika kwenye party ya rafiki yake Candy. Bana, mambo vipi? Poa, mzima mzima. Uko poa? Niko poa. Umependeza. <laughs> Bana, leo ni siku special kwa ajili ya Candy, na we ni kama ni moja ya rafiki yake ambao umejitokeza kwa ukubwa. Wewe na Candy ni watu ambao mnajua ni ikoje, ni au ni, yani ni udogoni sikucheza na tumekutana tu kubwani? Abana, kwanza ukizungumzia housegirl, housegirl mwenyewe ndo mimi ko. Ni mtu ambaye mwanzo tulifahamiana kwenye kazi, but now ni rafiki yangu so tunasapotiana kwenye mambo mengi, kwa sababu wengi wanavyoamini mimi na Kendi ni maadui kwa hiyo wakiwa kinaona kwenye picha pamoja, mimi na Kendi waga wanajiuliza eh, kumbe huwa mnakaa pamoja. Mimi nilikuwa na neno moja tu kwamba huyu jamani, ukiacha maisha ya filamu, ni rafiki yangu. Y yeah. Tutegemee nini kwenye kwenye the house girl ambao kinakuja? Wewe unakuja na cha tofauti kwa sababu tayari wewe una, una script lakini, wewe kuna kitu ambacho unakiongeza cha kumfanya mtazamaji anayefuatilia seals ya house girl ajipange, akae katika mkao wa namna gani? Mi nadhani wanaona house girl, girl inavyoenda, wenyewe wana enjoy mambo burudani. So, kuna kitu kipya kinakuja ndani ya Busati TV ni cha moto, ni cha moto. Surprise hatuwezi kusema, wakae mkao wa kula kitu kikubwa zaidi au sigara. Mimi hili swali nataka niwaulize hili, ni swali la kizushi na maswali la kizushi sinatokaga swali lolote, si ndio? Mimi nataka niulize wote kwa pamoja, na nadhani mtanipa jibu la kufanana, si ndio? mko sawa? Okay, unaweza ukadeti na mtu ambaye ataki ushike simu yake, lakini yakwako anashika. hmm. Ila kwa vile anaela sishiki, eh sababu ni hela, yani kama unaela sishiki chochote cha kwako sasa huyo huyo ampendi hata kama nampenda mtu ana hela. Kwa kweli siwezi kuishi na mwanaume ambaye anataka nazishike simu yake, kama yakwangu wanashika na mimi akketashika, na sijawahi kudeti na mwanaume aina hivi. Ikitokea mfano bwana ndio huyu tayari, sasa unadeti naye, lakini hataki ushike simu yake ile ya kwako nashika mimi, kiwalisia yani, ki mimi, nina wivu sana. So ukishaniambia sitaki kushika simu yako, afu ya kwangu unashika, siwezi kudeti na wewe tena, kwa sababu nina wivu wa kupitiliza, unajua, kupitiliza sana. Nina wivu, of course. Mimi kama neno naela kaka yangu, yani sishiki simu yake, hata akaniambia, ni yani, si mpaka maoto niruhusu. Mm, bwana simu ya mwanaume kama kitunguu, kikata tu unalia shika na shika. Ya nini yote? <laughs> Candy, la mwisho kabisa kumalizia kwa ajili ya mashabiki zako wanaokufuatilia kupitia House girl, Neno la mwisho kabisa ambalo litakuwa ni msingi wa kumaliza interview yetu ya leo. Neno la mwisho kabisa, Tuna tamthilia yetu mpya inayoitwa Mvuvi, inayoruka Tamtam TV, kwa hiyo wasikose kutufuatilia. Ni tamthilia ambayo ni nzuri sana, tumeshutia kwanza kijijini, kwa hiyo kuna mabadiliko mengi sana kwa hiyo msiache kufuatilia. Mashabiki zetu tunawapenda, tumewaletea kitu cha tofauti. Mvuvi ume, nimecheza sana, ni mpole nalizwa sana um, yani sio poa e, e, unajaje kufuatilia kwa mfano? Tamtam TV, tam eh? Mvuvi wewe. Hey, bana, mimi ni moja ya, ya mtu ambaye ninafuatilia sana kwa ukaribu. Naamini kwenye kitu mlichokuwa mmekifanya humo ni, ni, ni zaidi ya ubunifu. Aa, nipende pia kuwashukuru wote ambao wamefika kwenye party ya ndugu yetu, rafiki yetu Kendi kuja kusherehekea naye na vitu kama hivyo hapo hivo, na hii ni Mbagala Media na kipindi chako pendwa kabisa the big time you.